Hatimaye rais Samia Suluhu Hasani wa taifa la Tanzania, ama niseme rais mteule wa Tanzania Suluhu Hasani pamoja na makamu wa rais mteule Manuel Nchimbi wa chama cha CCM baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 Jumatano wameweza kupokezwa cheti cha ushindi au vyeti vya ushindi, kila moja cheti chake moja cheti cha urais mwingine cheti cha umakamu wa rais mteule na tume ya uchaguzi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Tanzania INEC Bwana Jacobs Mwambegele jijini Dodoma mchana wa leo Jumamosi, mosi Novemba 2025. Hii ni baada ya Mwambegele asubuhi ya jumaa mosi ino kuweza kutangaza kwamba Samia Suluhu Hasani pamoja na Nchimbi wameweza basi kushinda uchaguzi wa Oktoba 29 kwa asilimia 97.7 ya kura ambazo zilipigwa zaidi ya kura angalau milioni 32. Wao kulingana na INEC, wameweza kupata kura milioni 31.6 ya kura zote ambazo zilipigwa kura milioni thelathini na mbili hivyo basi kuweza kutoa nafasi kwa aina kuweza kuwapokeza cheti ama vyeti vya kuchagulia. Bila shaka hii ni njia ya kwa kuashiria kwamba msingi umeweza kuwekwa, rais samia suluhu hasani kuweza kuapishwa hivi karibuni kama rais wa Tanzania, jambo ambalo najua lina wakera wengi wa Tanzania ambao wamekuwa barabarani kuandamana kwa wakisema kwamba uchaguzi huu hauko wa kidemokrasia na ulipaswa kutupiliwa mbali. Basi na cha kushangaza ama cha kuharibu zaidi, ambacho basi kinauumiza sana watanzania ambao wamekuwa wakiandamana mitaani, ni kwamba tangazo la INEC la mwisho kuhusu mgombea wa urais ambaye ameweza kutawazwa kama rais mteule, tangazo hilo ndilo la mwisho, ndilo ambalo basi linasimama maana hakuna yeyote ambaye anakimbia mahakamani ama ana uhuru ama nafasi kikatiba kuenda mahakamani kupinga matokeo hayo. La hasha! Tofauti sana na mataifa mengine ikiwemo Kenya. Nchini Kenya, Dar es Salaam, na mataifa mengine uh, basi na Mbeya na Songwe, kwa vyovyote vile hayakuwa yakiungwa mkono, hayakuwa yakiungwana na ya kizalendo. Mzalendo hujenga nchi na sio kubomoa nchi iliojengwa kwa nguvu na jasho la wananchi. Serikali ina lani na, na kukemea vikali matukio yale. Nalotaka kusema hapa ni kwamba kwenye suala la usalama wa nchi na taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna mbadala bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Ni imani yangu kwamba mimi na wenzangu wote tulioshiriki uchaguzi na watanzania walio wengi tumesikitishwa sana na vitendo hivi, kwani havijengi misingi thabiti ya demokrasia nchini. Nawataka tusikubaliane na vitendo hivi, na kwa pamoja tusimame kulilinda taifa letu.